Nzuri tuliweza kuendana tabia ngawaje, tulikuwa tunakemewa, lakini pamoja na makemeo yote, lakini tunaendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka niseme hivi, pamoja na kuendelea na huyu Mungu, pamoja na kipawa na karama na huduma ulionayo, kama hakuna mtu ambaye anakuongoza au utafika popote. Hata kama kama uwe na maandiko mengi hata kama unajua kuhubiri, hata unajua kama una neema kuliko hata yule ambaye anakuongoza, lakini usiponyenyekea chini yake haitafanya kazi neema hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa, mimi ninashukuru sana kiongozi kwa sababu alizidi kunipush kwa maisha ya kawaida, lakini pia kwa maisha haya ya, ya, ya, ya, ya rohoni, alinihimiza sana, alinisaidia sana hadi na mimi nikawa na misimamo ambayo niko nayo mpaka leo. Kwa hivyo naendelea kumshukuru. Wenda watu wengine wataniona kuwa ni kichaa, ni chawa. Ni kama vile mkia ambaye eh, yaani najua kuhubiri, najua nina maandiko mengi sana. Wengine watasema hivyo. Lakini sasa watajua swali kusa kwa nini naendelea kushimamana naye, wakati ninahubiri vizuri, wakati nina maandiko mengi sana. Ukweli ni kwamba pamoja na kuwa na maandiko mengi pamoja na kuhubiri, pamoja na vingine vyovyote, kama sikutulia chini yake huduma yangu itakuwa ni sifuri. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kila leo, hata kama atanisema namna gani, hata kama atanikemea na ata ata namna gani, andika kwa wazi kwamba amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko yule ajipendekezaye kwa maneno ya ulimi wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pamoja na kukemewa, pamoja na kuonywa bora akuonyaye. Biblia iko wazi kwenye Ufunuo tatu kumi na tisa wote niwapendao mimi nawakemea na kuwarudi. Kwa hiyo akukemea, huyo ndio ndio huyo ndio ambaye anakupenda kuliko yule ambaye anakusupport kwa kila jambo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo, kwa hapa nilipo, pamoja na makemeo yote, nimekuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo naendelea kumshukuru Mungu kwa watu ambao nimeipiga pamoja na msaada ambao watumishi wa Mungu meonesha upande wangu, lakini pia nimshukuru Mungu kwa wazangu ambao bado wanaendelea.